hello ni utam fast food hapa niko pamoja na rolex kila yeah. kitu nakubali sana yo ni siku yako ya uzinduzi unajisikia aje sikia furaha sana watu wamekuja wameshabikia wengi sana nafurahi sana ndugu yangu sijaga yani Mungu awabariki sana watu wamekuja hapa kabisa nafurahi sana usikie tu na na, kubali, nakubali nakubali braza yeah. Na mimi nimekuja kusapoti sababu unatoaga na una sapoti. Namaliza kuongea na kijana mmoja hapa, anasema hey, yeye yeah, ni stylist anavalisha watu, anakupendezesha nawe, ndio maana nimekuja kusupport. Yeah. na watu wengi wanasema wamefika hapa kwa sababu ya support yako yeah. aingekuwa ainge yani, na sapoti wengine wenyewe aongeka na kusupport. Hiyo ni ukweli, na sapoti watu sana sana kabisa yani mimi na wageni wenzangu, napendaga wageni wenzangu Tusonge mbele sikuzi nyuma, maana hii dunia kama tusongezane mbele hakuna kingine chenye inabaki. Yani sio washeni foke, tusongezane mbele. Ule uwezo nimepata na upate wengine, wengine apate wengine, tusongezane mbele kwa kila biashara. Eh, kama kisa ule kijana akwambia kila kitu na kiuzi yako kwake manguo na uzi yako kwake hakuna mwingine yani, akileta tu mzigo lazima ubwana niende kuchukua. Hii ni tano e. Eh, nakubali sana si? Sasa kuhusiana na chakula chako, unasikia wateja wako na comment yaje? chakula ni kitamu, wamekifurahia naua mfuke wa furahi. Siwezi kufanya kitu kibovu hapana, na Mungu amenisaidia gisi <laughs> wamekuja <desbi. laughs> <Una> watakisikia <pebali>. wote watapata tu inshallah <inaudible> <inaudible> ni wengi lakini watapata tu. Hakuna mtu anayemtikia kikapu bila chakula chakula chao. Asante sana. Sasa kwa wenye wanaweza kuwapa juu ya sehemu. Asante. Kuwapatia adresse wakutokia juu na chini kusema afike hapa kwako adresse nzuri. Um -hmm. Kitoka huku Mirango rompe unateremka na kenze uibati amsukatianzie otgoshi unafika kwa DZB Cakes Maker, unafike, desb, na kila kitu Kitokia kwa ve mari upanda kwenye mabati ya msokasi naishia, ukiangalia kote goshi natuma na paona, yani ni barabara moja haichanganyi hata tu, tumabati zote zinaishia e. Nakubali sana, tunakushukuru kwa muda wako. Uendelee napiga kazi, endelea kupiga pesa e, kama kawaida tunakushukuru sana mapema. fudi, fudi. Nakubali. Nakubali tajiri.